Nani kuwa Papa mpya ajaye? Wanne watajwa katika kinyang'anyiro kisichotabirika. Wanaotajwa kwenye kinyang'anyiro cha kuwa Papa, kushoto kwenda kulia: Kardinali Kodro Apia Takson, Kardinali Piero Petro Parolin, Kardinali Luis Antonio Gokim Tag na Kardinali Fridorin ambongo Besungu. Uamuzi wa nani atakayechaguliwa kuwa papa ajaye unaweza kuwa na athari kubwa kwa kanisa Katoliki na waumini wake wapatao bilioni moja nukta nne duniani kote. Lakini pia huo ni mchakato mgumu na usiotabirika kwa sababu nyingi. Baraza makardinali nayo litakutana na kwa faragha ndani ya Kanisa la Sistine ili kujadili na kupiga kura hadi jina moja litakaposhinda. Kwa kuwa asilimia 80 makardinali walipewa wadhifa na Papa Francis mwenyewe, hii itakuwa mara ya kwanza kumchagua papa, huku akileta mtazamo mpana wa kimataifa. Kwa mara ya kwanza katika historia nchi chini ya nusu ya makardinali wapiga kura watakuwa kutoka Ulaya, na ingawa uteuzi huo ulifanywa na Papa Francis, haukuwa na upande mmoja, yani ni si wa mlengo wa kizamani pekee wala wa kisasa pekee. Kwa hiyo ni vigumu zaidi kutabiri nani atakayechaguliwa kwa papa ajaye. Je, makardinali wanaweza kumchagua papa kutoka Afrika auesha au wataegemea upande wa watendaji waandamizi wa Vatican? Haya ni hapa, haya hapa ni baadhi ya majina yaliyotajwa kama uharithi wa Francis, na majina mengine yanatarajiwa kujitokeza katika siku zijazo. Pietro Parolini ni Muitalia huyu ana umri wa miaka sabini. Kardinali Parolini ni mtu wa maneno machache kutoka Italia ambaye aliwahi kuwa katibu wa jimbo la Vatican chini ya Papa Francis. Cheo kinachomfanya kuwa mshauri mkuu wa papa. Pia anasimamia Curia ya Roma ambayo ni utawala mkuu wa kanisa. Kwa kuwa amewahi kufanya kazi kama naibu papa Anaweza kuonekana kuwa miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa. Wengine wanamwona kama mtu anayependelea diplomasia na mtazamo wa kidunia zaidi ya kushikilia misingi ya mafundisho ya kanisa, jambo ambalo linaweza kuwa udhaifu kwa baadhi, lakini nguvu kwa wengine. Hata hivyo, amewahi kukosoa ndoa za jinsia moja, akisema kula ya mwaka elfu mbili kumi na tano iliyozipitisha nchini Ireland ilikuwa pigo kwa binadamu. Ingawa watabiri wanaweza kumpa nafasi, Parolin anafahamu methali maarufu ya Kiitaliano kuhusu uchaguzi wa papa: anaingia kwenye uchaguzi akiwa tayari ni papa, atatoka akiwa tu kardinali. Japokuwa Italia imetoa mapapa mia mbili kumi na tatu kati ya mia mbili sitini na sita waliopita, haijatoa papa kwa miaka arobaini sasa, na mwelekeo wa kanisa kuhamia nje ya Ulaya unaweza kuzuia Italia kutoa mwingine kwa sasa. Ruisi Antonio Gokim Tagre ni Mfilipino huyo ana umri wa miaka 67. Je, papa anaweza akawa kutoka Asia? Kardinal Tagre ana uzoefu mkubwa wa kiutume, yani amekuwa kiongozi wa kanisa anayefanya kazi moja kwa moja na waumini badala ya kuwa mwanadiplomasia wa Vatikani au mtaalamu wa sheria za, za kanisa. Kanisa Katoliki lina ushawishi mkubwa nchini Filipino, ambalo takribani asilimia themanini watoto ya wa, watu ni wa Katoliki. Kwa sasa nchi hiyo ina makardinali watano, idadi ambayo inaweza kuwa na uzito ikiwa wote watamuunga mkono. Yeye ni wa msimamo wa wastani na amekuwa kifananishwa na Papa Francis kutokana na msimamo wake juu wa masiara masuara ya kijamii na huruma kwa wahamiaji. Amesema wazi kupinga utoaji wa mimba, akilitaja kama aina ya mauaji, jambo jambo linaloendana na msimamo wa kanisa kwamba uhai huanza wakati wa kutungwa kwa mimba. Lakini mwaka 2015 alipokuwa askofu mkuu wa Manila alitoa wimbo wito kwa kanisa kufikiria upya u kari wake dhidi ya mashoga waliotarikiana na akina mama wasio na waume akisema kuwa ukali huu umesababisha majeraha ya kudumu na kuacha watu kuhisi wakihisi wamewekwa alama. Amewashauri kutajwa kuwa kati ya wanaopewa nafasi ya kuwa papa tangu mwaka 2013. Alipoulizwa miaka kumi iliyopita kuhusu tetesi hizo alijibu na zichukulia kama utani, zinachekesha. Fridolin Amango, Ambongo Besungu. Huyu ni raia wa Kongo, ana umri wa miaka 65. Inawezekana kabisa Papa ajaye akatokea Afrika ambako kanisa linaendelea ku kushamiri. Kardinali Ambongo ni mmoja wa wanaopewa nafasi akiwa ametoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ameshika wadhifa wa askofu mkuu wa kanisa wa Kinshasa kwa miaka saba na aliteuliwa na Kardinali li... Papa Francis. Ni mkosoaji mkubwa wa ndoa za jinsia moja, akisema kuwa muungano mungan... wa wa watu wa jinsia moja, akisema kuwa muungano wa watu wa jinsia moja ni kinyume na maadili ya kimtamaduni na ni uovu wa asili ingawa Kristo dini kubwa dirasi wa Kristo nchini humo wamekumbana na mateso na vifo kutoka, kutoka vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika mazingira hayo, Kardinali Ambongo anaonekana kama mtetezi imara wa kanisa. Lakini mwaka 2020 alieleza ali msimamo wa kuvumiliana kidini, akisema waprotestanti wabaki waprotestanti, waislamu wabaki waislamu, tutashirikiana nao, lakini kila mtu abaki na utambulisho wake kauli ambazo zinaweza kuwafanya baadhi ya makardinali waki anakubali. Anakubali, anakubali, wa wakijiuliza kama anakubaliana kikamilifu na mtazamo wa kikanisa wa kueneza Injili kote ulimwenguni. Mwingine ni Peter Kodwo Appiah Turkson, ni raia wa Ghana, ana miaka 76. Kama atachaguliwa, kardinali Turkson atakuwa papa wa kwanza kutoka Afrika katika kipindi cha miaka 1500 kama Ambongo amewahi kusema, hata hatamani nafasi hiyo. sina hakika kama kuna mtu anayetamani kuwa papa. Aliyasema hayo 2013 apoulizwa alipoulizwa kama Afrika ina nafasi ya ku nafasi nzuri ya kutoa papa kutokana na ukuaji wa kanisa barani humo. Alisema uchaguzi wa papa haupaswi kuzingatia takwimu tu kwa sababu vigezo hivyo huchanganya mwelekeo. Yeye alikuwa mgana wa kwanza kuteuliwa kuwa makardinali mwaka elfu mbili na ishirini na tatu chini ya Papa Yohane Paulo wa pili. Ni mpiga gitaa aliyecheza kwenye bendi ya muziki wa punk na julikana kwa ushawishi ushushu wake kwenye nguvu. Kama makardinali wengi kutoka Afrika walivyo, yeye pia ana misimamo ya, ya kihafidhina. Hata hivyo, amepinga sheria ya kali dhidi ya mashoga katika nchi kama Ghana katika mahojiano na kituo cha BBC, wakati Ghana ilikuwa inajadili mswada kuwahukumu watu hao wa, wa mashoga, Turkson alisema ushoga haupasi kuhesabiwa kama kosa. Lakini mwaka 2013 aliwahi 2012 aliwahi kukosolewa kwa kutoa kauli za kuchochea hofu kuhusu kuenea kwa Uislamu barani Ulaya katika kongamano la maskofu Vatican ambalo baadaye aliomba radhi, aliomba msamaha kwa maneno yake. Nini maoni yako? Unafikiri tutapata kwa mara ya kwanza atapatikana papa mweusi? Hebu comment. Ciao.